Ndio leo hii mnaona nyinyi wenyewe maandamano kwa mfano yalotokea juzi hapa. Ya. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Hawamnyamya, mjasikia. Maana labda mzee wetu labda mnaishi ndani ya nyumba tu, amejuia mtaani. Eh, hey, wanalamikiwa, tunalamikiwa viongozi. Kuna mtu mmoja kule anaitwa Ali Ali Edha. Ana petrol station zake za Lake Oil. Zimechomwa zile kwa sababu zinasemwa za Ridhiwani. Zimechomwa zaidi ya, zaidi ya tisini na mbili kanambia sasa. Imagine mtu zinachoma fulani zake kwa sababu tu watu wanahisi fulani ndio anamiliki hizi. Sasa nyinyi tuiteni, eh, anzeni na mimi, waziri wenu niiteni hapa niulizeni, hey, bwana wewe Ridhiwani, hebu tuiteni. Lakini wakati huo mnapoita, kwa sababu unajua hakuna mwizi anayekubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio? mm -hmm. Tafuteni ushahidi, njoni hapa baada ya kuniita hapa, iteni press conference hapo, semeni tumemwita waziri Ridhiwani Kikwete, tumemuoji na tumejiridhisha kwamba katika hili hahusiki, au katika hili anahusika. Waambieni sasa, walio na ushahidi wa ziada waulete. Ndivyo mtaisaidia serikali. Hamwezi kukaa kimya nyinyi, mkataka viongozi wa serikali wajitetee wenyewe huko, ni uongo mtupu. Hili jambo, mheshimiwa jaji, hatujafanya vizuri. Hatuna sababu ya kumwogopa mtu.